Kwa jina naitwa Amina Waziri. Kusema ukweli, huduma za hapa ziko vizuri. Kwa mfano kama mimi hapa nimejifungua kwa kupasuaji, lakini unaangalia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na pia hospitali imeboresha, ina theatre hapo ghorofa la pili, kule chini pia ipo. Kwa hiyo kusema ukweli, tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa <coughs> Tanzania kazi waloifanya hasa wa sekta ya ya kina mama, kwa kweli nafurahi sana. Maana yani Mawenzi imebadilika kwa pazuri sana yani, vitu kama vitu ulikuwa tunaviona hospitali za private, lakini leo hizo hospitali ya serikali, kwa kweli yani, sisi tunapokelewa vizuri, wahudumu ni wazuri, kwa kweli kazi ni nzuri sana. Tunamshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani tunashukuru sana, tunamshukuru sana na Mama Samia

wona tulisimamia na kulitoa ahadi na miongozi. Kwa hiyo uhalali wa chama cha Mapinduzi kutembelea haya maeneo na kuja kukagua mirani na kuangalia huduma kwa wananchi zinaedaji kunatokana na katiba kwamba chama ziliyokutagua dhamana ya kusimamia serikali. Kwa hiyo meweza mkaona kwamba hii kazi ya serikali lakini mwenye dhamana ya kusimamia ni chama, na mpaka sasa na miaka mingi ijayo tunaamini kazi itaendelea kubaki ya kuona na chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hoja, kwa nini sisi mnafanya hivi? Kwa sababu sisi ndio wafadhili na wasimamizi wa serikali.